Swali la nne, ma huwa tawhidu sifati Allahi wa asmaihi, ni kupi kumpokesha Allah katika sifa zake na majina yake? Au ni ipi tawhidi ya sifa za Allah na majina yake? Huwa isbatu ma wasafa Allah bihi nafsahu, ni kuthibitisha zile sifa ambazo Allah alizojisifu mwenyewe. Fi kitabihi, amejisifu katika kitabu chake. Au wasafahu rasulahu

wa ghairiha na zisiyo kuwa hizo, mimma yaliqu bikamalillah, miongoni mwa sifa ambazo zinaendana na ukamilifu wa Allah subhanahu wataala. Qala llahu taala, amesema Allah aliyetukuka, laisa kamithlihi shay'un, Allah hana mfano wa chochote. Raddun ala lmumathala, walikuwa wanajibiwa wale wanaomfananisha Allah na viumbe whuwa samiu lbasir, na Allah anasikia anaona. Rabdun ala lmuatala, wanajibiwa wale ambao wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo aya hii ina vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ni majibu dhidi ya wale wanaomfananisha Allah na viumbe vyake, ndiye Allah akasema laisa kamithlihi shaiun, Allah hana mfano wa chochote. Allah hafananishwi na chochote. Wa huwa samiu albasir, na Allah anasikia na anaona. Raddun ala almuatala, wanajibiwa wale wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wataala. Hi, kwa hiyo aya hii na vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ni majibu ya wale wanaomfananisha Allah na viumbe, Allah anakanusha kwamba yeye hafanani na viumbe na majibu ya pili, wanajibiwa wale wanaokanusha sifa za Allah. Kwa hiyo suratu shura ya kumi na moja. Wa qaala alayhi salatu wassalam, yanzilu llahu fi kulli laila, Allah anashuka katika kila usiku ila samai dunia, kwenye mbingu ya dunia. Wanakuja kundi la ashaira wanasema, hapana, Allah hashuki

Kwa hiyo hii ni tauhid sifati llahi wa asmai Allah subhanahu wa taala, ana wa ta sifa Allah subhanahu wa taala. Subh ta ni samir Allah ni basir Allah, anasikia Allah, anaona Allah subhanahu wataala. Ana majina Allah, ana sifa zake na lakini, na sifa zinazoendana na ukubwa wake na utukufu wake, na wala hazifananishi na sifa za yoyote. Kwa hiyo madai ya kusema kwamba inayoteremka ni rehma ni itikadi mbovu rehma isemi ni allah ndo anasema man yad'uni astajiba lahu ni nani niomba ni mjibu anaishuka ni allah subhanahu wataala si rehma rehma izungumzi allah ndo anazungumza leta hujja kwamba inayozungumza ni rehma ni hoja ambazo ni batil ahwanu min bai abt ni nyepesi kuliko nyumba kulikoata anayenitaka shida zake ni ni rehma ndo inazungumza rehma inaweza kutatua migogoro ya watu erui ya mwisho ya usiku allah anateremka kila siku nuzulani yaliku bijalalihi warathmatih, kuteremka ambako kunaendana na ukubwa wake na utukufu wake. Kisha Allah anawaambia viumbe vyake, ni nani mwenye shida ni msaidie, ni nani ananiomba msamaha ni msamehe. Kisha Ashaira wanakuja kudai kwamba rehma ndiyo inayoshuka, si Allah, Allah hashuki. Yote hayo ni madai ya kutaka kukanusha kwamba Allah subhanahu wa taala hayuko juu. Ndio maana wakakanusha moja kwa moja kwamba Allah hashuki, inayoshuka ni rehma. Na hii ni tikadi ambazo ni mbovu. Tikadi iliyo sawa ni aqida ya ahlusuna waljamaa, ambao wanathibitisha sifa ambazo Allah amejisifu mwenyewe. Kala Shaikhul Islam bin Taimia rahimahullahu taala fi lami

napita katika aya hizo katika mapito waliopita masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa ukweli kama walivyonukuu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ndugu yangu, kuwa makini sana na ma itikadi yako, asije mtu akakuchafulia itikadi. Inna alaqida tanidu lilhayaa, itikadi ndiyo limoti ya maisha